Mwenye uwezo wa uwe umoja, wawili, watatu mpaka wale, fa in khiftum alla taadilu fawahidatun. Mwenye anaona kama hataweza kufanya uadilifu awe tu umoja tu, basi inatosha. So kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kwa kifupi, ndoo hayo tu tuko nayo sasa hivi. Mawaidha ya ndoa, nafikiri kila siku tunayasikia ni yale yale tu, tuwa tunayarudia tu hemu, tu basi

in this country and we know the situation, inshallah ta'ala, let's practice our deen. Real, inshallah ta'ala, is mm not Sheikh, katika kumalizia, amesema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alizungumza, hmm, akisema kama kuna kitu chenye angeruhusu angemuomba mwanamke aweze kumsujudia mwanamume wake. Alafu tena kitu kingine shehe anaomba ni usia anatoa katika nchi yenyewe tuko yemo kila mtu anejua sio nchi ya kawaida hii. Nchi kuna vishawishi vingi vya kila aina, kwa hiyo shehe usia anaomba tu kwa Waislamu wote, mtu mwenye anajua ni Muislamu, please practice deen. practice practice Patana na dini yako kwa uangalifu na dini swali kusikiliza mawaidha na kufata yale ambayo Mwenyezi Mwenyezi Mungu na Mungu aliamrisha na kujikinga na yale ambayo katika nchi ya kawaida isiyo ya kawaida, kama tukifunga macho kidogo tu ka, kitu kadogo ka kanaweza katupeleka katika ukafiri. Kwa hiyo ni vizuri tuwe waangalifu na dini yetu, kila kitu chengine tutataka kufanya

Aya, tayari naona tumemaliza. Ni shehe alikuwa naomba tu dua Mwenyezi Mungu aweze kuibariki ndoa ya watu hawa wawili, Amen. Pia na Mwenyezi Mungu aweze kuwajalia wapate kizazi chema cheni kitakuja kunusuru Uislamu na Waislamu, insha allah. Kwa kifupi tu, ndiyo hivyo tu, hayakuwa ni mengi, tayari naona tumemaliza, ndugu zangu Waislamu. <coughs> A, naona tumemaliza tayari. Ndoa sasa hivi hapa imeshakamlika, tutaweza kupongeza kijana Hassan haji e, na dada yetu Safia akili kwa kuweza kufunga pingu za maisha.